Kipindi kinachokuletea matukio mbalimbali ya klabu ya, ya michezo ya Yanga na wadau wake. Kubwa zaidi wiki hii tutaangazia mchezo wa ligi kuu ya NBC kati ya Yanga Sports Club na Tanzania Prisons uliochezwa kwenye uwanja wa kumbukumbu kumbu ya Sokoine jijini Mbeya Jumatano wiki hii. Pia tutaangalia maandalizi kuelekea Zanzibar katika mchezo mwingine wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Dodoma Jiji FC utakaochezwa Juni 22 mwaka huu. Wananchi Yanga Sports Club wiki hii wameshuka kwenye uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine jijini Mbeya kucheza dhidi ya Tanzania Prisons timu inayomilikiwa na Jeshi la Magereza. Katika mchezo huo wa Ligi Kuu ya NBC, Yanga Sports Club imepata ushindi wa mabao matano kwa nunge na kuzidi kujikita kileleni mwa ligi hiyo. Mabao ya Yanga katika mchezo huo yamefungwa na Mudathir Yahya katika dakika ya 31, Klatus Chota Chama naye akafunga dakika ya 35, Pakome Zuzwa akafunga mabao mawili dakika za 56 na 75, na Israel Mwenda aliyefunga dakika ya 61. Wamekataliwa bado umiliki upo kwa Yanga. Anajazwa ndani huko Helo Mbeya, simu zinapigwa. Mali ilipitishwa katika njia, wakataka kufanya kliarensi ikashindikana. Kross ilijazwa kutokea pembeni, bao la ai hili limemshinda goli kipa Sebusebu Samson na mali imejaa ndani ya wavu moja kwa moja. Mudafiri ya haya bas mwamba kutoka Zanzibar, Zanzibar greatest ndani ya Sokoine na wanyanyua Young Africans na simu zinapigwa. Hello Green City, hello Mbea, hello wananchi. Metambalizwa mpira ule, Mudathir Yahya akabadilisha pasi katika njia, imekataliwa. Msise Clement katika nafasi, Chama! Tulieni, tulieni, huyu ni mwamba wa Lusaka. Chama Klatus, yulize kwa nini mara hii amedense na kudens tena uliwekwa mpira katika njia lakini akataka kuingilia Jumanne Elfadhili akuupata, ikashindikana. Klementi Mzize akaugusa, mwamba wa Lusaka Chota Chama akaimaliza biashara, ni asisti kutoka kwa Klementi Mzize. Klatus Chota Chama, birthday boy, anawambia sijasikia kelele, sijasikia milio osh oh, Jumanne Elfadhili eh, eh, wewe aya eh, eh, Hatari sasa. Mudasiri Yaya katika nafasi zuzua. Usimjaribu Bwana Mungu wako. Mashara yaliyofanywa ndani ya, ya boks na chuma nne ni mkazi elfu avili, maeneo kama yale unategemea nini? Wanazibiwa. Hii ni rahisi sana ndiyo. Afande amelegeza kamba, lakini hii raisi ni rahisi sana. Cuma nne ni mkazi elfu avili alikuwa na kila nafasi ya kuweza kuklia lakini ikashindikana. Muda wa feriaha ya bas, akatengeneza bonge la asisti ambayo imezaa bonge la bao kwa kuplace tu mpira wa mijaa ndani ya kamba. Jumanne El Fadhili, miongoni mwa matukio ambayo hawataweza kuyasahau. Basi pamoja na hili nyota kama hawa Young Africans, klass kama hii unaifanyia mashara katika boksi yako, unategemea nini? Wanadhibiwa tena Tanzania Prisons maafande wanalegeza kamba, akiasisti mara tisa. Kadi ya njano anaonesha jinja. Maestro Khalid Aucho kama ambavyo alimzuia anani, kapita ni mudafiri Yahaya bas mali katika njia ajaribu kupita Shedrak Boka Isaka ameonyuliwa juu huku Patrick Mwenda afande ali Kazawe, lakini ameelegeza kamba, anaendelea kuelegeza kamba. Shadrack Boka Isaka Isaka akifanya vizuri katika goli hili ambalo Izra Patrick Mwenda, fullback right, kwa kichwa na ukajaa wavuni. Izra Patrick Mwenda ni bao safi kabisa ambalo ameshindwa kulizuia lisitokee. Beno Ngasa, Max Nzengeli, wachezaji wanagongeana huo mpira umepitishwa, mpira katika njia ya haya, Mudathiri Yahya, Mudathiri Yahya, what a save, what a hit! Sebu sebu sebu, Samson analiweka salama lango la Prisons. Mudathiri Yahya alinyosha kwa guu lake la kulia lakini sebusebu sebu, amekataa sebusebu Samson. Doto Shabani kapokwa mpira pako mzuzwa zuzwa, hamsa na wamesema wanacheza Young Africans, makosa kwa mara nyingine tena, poko mzuzwa, finish safi kabisa na anakaa chini moja kwa moja. ishirini na sita kipaji amefanya makosa, Doto Shaban anaweka bao la tunacheza, mpira unajaa ndani ya wavu. Young Africans tano Tanzania Prisons, wanajitafuta wanamlima mkubwa zaidi, amepoteza mali ile chama Clatous, Chama, Chama Clatous amekataliwa, bado hatata kutokea hapa, lakini limezimika jaribio lao Young Africans. Elfadhili alipotezwa akapotea Chama kanyanyua mpira ule, lakini haikuwa better option baada ya kufeli. Ushindi huo umeifanya Yanga Sports Club kufikisha alama 76 baada ya kucheza mechi 28 na kupata ushindi mara 25 huku ikitoka sare moja na kupoteza mara mbili. Yanga imefunga mabao 76 na, na imeruhusu mabao kumi tu. Mara baada ya mchezo huo Yanga Sports Club, timu ya wananchi, haikuwa na muda wa kupoteza, kwani asubuhi ya yake ikafanya mazoezi kwenye uwanja wa kumbukumbu kumbu ya Sokoine ili kukiweka sawa Kikosi chake Yanga inakabiliwa na michezo miwili ya ligi kuu ya NBC ambayo ni dhidi ya Dodoma Jiji Juni 22 utakaochezwa Zanzibar na dhidi ya Simba Sports Club utakaochezwa Juni 25 mwaka huu meneja habari na mawasiliano wa Yanga Ally Kamwe amesema wamedhamiria kupata ushindi katika michezo iliyosalia ndiyo maana wameamua kufanya mazoezi muda mfupi baada ya mchezo wao dhidi ya Tanzania Prisons Kamwe pia amesema tayari wamepokea ripoti ya benchi la ufundi, lakini wameliweka kando jambo hilo ili kuhakikisha wanapambana kupata ubingwa wa msimu huu. Kwa hiyo tupongeze sana wachezaji wetu kwa kujituma, kuhakikisha wanatupa raha wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu Yanga Africans. Sasa ushindi huo sio mwisho e, mwisho ni tarehe 25. Kwa hiyo bado kuna mechi mbili za kucheza hapa. Kuna mechi ya Dodoma Jiji ambayo itafanyika siku ya tarehe 22 kule Zanzibar kwenye uwanja wa New Aman Complex. Alafu baada ya hapo kuna mechi ya mwisho sasa ya msimu ambayo itapigwa Benjamin Mkapa, na yenyewe ni Kariakoo dabi. Dabi ambayo haina kipengele dabi ambayo sisi wananchi tumeshasema tunakwenda kuicheza kiroho safi, moyo ukiwa mupe, tunakwenda kwenye hiyo dabi. Tunaamini hii michezo miwili inayofuata mbele ni michezo muhimu, michezo ambayo itakwenda Uh, kutupa picha sasa sahihi kwamba nini tumekipata kwenye msimu huu kwa upande wa ligi kuu ya NBC. Uh, tayari tumeshapokea ripoti kutoka kwenye benchi la ufundi uh, inatuonyesha maeneo ambayo tuko imara msimu huu inatuonyesha maeneo ambayo inabidi tuongezee nguvu kwa msimu unaofuatia. Lakini sasa hivi viongozi wetu kuanzia rais wa klabu mpaka mtendaji mkuu akili yao ipo kwenye ubingwa, ripoti imekuja tumetuliza kwanza, tuna focus kwa tumalize ili jambo Mwenyezi Mungu atujalie tuchukue ubingwa wa ligi akatujalie, isha tuchukue pia na ubingwa wa kombe la siyadibi. Baada ya hapo sasa players wakiwa wamekwenda holiday, na ndio muda sasa viongozi wakae waanze kuchakata kuchakataye ripoti, na tujue ni maeneo gani tuiongezee nguvu kwenye timu yetu. Kubwa la kuambia wanayanga, la kuambia pia na watanzania kwa ujumla, neno letu Yanga Afrika kwenye hii mechi ni kwamba sisi tunacheza dabi kiroho safi eh, mioyo yetu meupe, hatuna kona kona na mtu, na hii dabi haina kipengele chochote kile, na hatutegemei mtu atoke hatu nje aje na kipengele chake. Tukutane Benjamin Mkapa tarehe ishirini na tano inshallah, tuende tukacheze mechi kubwa, mechi ambayo itabeba hisia nyingi msimu huu. Kwa hiyo tuwaambie na majirani wasikie, Yanga tupo kiroho safi, tunasubiri tarehe ishirini na tano inshallah. kuelekea mbio za ufungaji bora, meneja habari na mawasiliano wa Yanga, Ally Kamwe, amesema hilo haliwaumizi kichwa, kwani wao wameweka nguvu kwenye klabu na sio mafanikio ya mchezaji mmoja mmoja hadi watakapotoa ubingwa wa ligi kuu msimu huu. Kamwe alikuwa akifafanua kuhusu mchezaji atakayebeba kiatu cha mfungaji bora wa timu hiyo, na kwamba hicho sio kipaumbele chao kwa sasa, zaidi ya kusaka alama sita kwenye michezo miwili iliyosalia. Sisi uh, kama club hii, ni seme vizuri kabisa, kama klabu hatuna kipaumbele cha mtu binafsi. Eh, kama club, kipaumbele hapa ni timu na timu inachopambania hapa ni ubingwa. Alafu izi individual awards izi zinakuja zenyewe, sio kwamba timu itaingia uwanjani iende ikamtengenezee magoli Dube, ikamtengenezee magoli Mzize, ikamtengenezee magoli Pakome. Hapana, timu inaingia uwanjani kwenda kutafuta pointi tatu. Kwa goli moja, goli akifunga baka, goli akifunga diara, wanayanga watashangilia kwa sababu thamani ya ilo goli lina thamani ya point tatu ambazo ndio kitu cha msingi kwenye timu. Yani, msimu huu ukiisha, ikifika mwaka 2030 hatutakumbushana alikuwa top scorer, tutakumbushana alikuwa bingwa wa msimu. Kwa hiyo sisi nguvu yetu tumeiweka kwenye award ya timu. Haya mengine yakija sasa, kwa mfano mzizi akifunga tukifunga dube sisi tunafurahia, alafu mwisho wa msimu tutapiga hesabu, kwa maana sasa hapa nani amefanikiwa kufunga magoli mengi anaweza kuwania award gani, nani ameingia kuwania MVP, nani ameingia kuwania kiungo bora, nani anawania sijui beki bora. Yote hayo ya tutayafunga msimu ukishamalizika, na target kubwa ya timu ikishapatikana ambayo ni ubingwa. Msimu huu shindani umeongezeka. Mwaka jana muda kama huu tayari tumeshachukua ubingwa, msimu huu shindani umeongezeka, ndio maana yatulazimu tusubiri mpaka michezo miwili ya mwisho kujua nani atakuwa bingwa, na pengine tutasubiri mpaka mchezo wa mwisho, na pengine tutasubiri mpaka dakika ya mwisho eh, kabisa, ligi kufungwa ndo bingwa atakuwa anajulikana. Kwa hiyo sisi tunapenda ushindani wa namna hii, tunapenda changamoto za namna hii na, hi, na ndio zinawafanya wachezaji wetu wazidi kuwa bora, wazidi kujituma kwa sababu wote hawa tuliwasajili, tuliwachukua kwenye timu yetu kuja kupambana na changamoto kama hizi ambazo ziko sasa hivi. Kwa hiyo niwaambie, wanachama na mashabiki, huku mambo yanaendelea. Ndio maana jana mechi imekwisha, leo tuna train hapa asubuhi Sokoine, kuonyesha kwamba hatupotezi kila dakika. Kila dakika sasa hivi ni muhimu kwa Yanga Afrika. Nahodha msaidizi wa Yanga, Dickson Job amesema yeye na wachezaji wenzake watapambana kadri ya uwezo wao kuhakikisha wanapata ushindi kwenye michezo miwili iliyosalia ili kupambania nembo ya klabu yao. Job amesema kila mchezaji ana dhamana ya kuhakikisha wanaendelea kufanya vizuri ikiwemo kubeba ubingwa wa Ligi Kuu, huku akitumia fursa hiyo kuwashukuru mashabiki ambao wamekuwa na mchango muhimu kwenye timu yao wetu ambao tulichukua msimu uliopita kwa hiyo katika hii mchezo uliobaki na yote imekuwa kama fainali kwetu kwamba kila mchezo lazima tupate matokeo mazuri ili kuweza kutetea taji letu. Kwa hiyo kwa mchezo wa jana ulikuwa ni mchezo muhimu na tunashukuru, tulipambana kwa asilimia mia kuweza kupata matokeo na kikubwa, tulipata matokeo yalikuwa bora. Kwa hiyo sasa hivi tuna face katika mchezo na kuja mbele. Hakuna lugha nyingi, hakuna lugha kubwa sana zaidi ya kwenda kupambana katika kila mchezo. Sababu kwa mchezaji mkubwa, mchezaji ambaye yuko klabu kubwa kama Yanga anatambua katika kila mchezo na mahitaji yake. Kwa hiyo ukiachana na sisi kama makapteni au benchi la ufundi kuongea wachezaji wa kila mchezaji anaelewa kwamba mashabiki zetu wanahitaji nini, viongozi wetu wanahitaji nini anapoelekea katika uwanja. Kwa hiyo, muhimu anatambua kwamba lazima ninapoingia uwanjani nitoe asilimia mia moja, na timu iweze kupata matokeo. Kwa hiyo, hilo ni jambo la kwanza ambalo tunajivunia katika kwa kila mchezaji wetu, lakini pia sisi kama wachezaji kuweza kuhamasishana katika kila mchezo na ukubwa, tunasikilizana na tunafanya kazi ambayo imetufanya tuwe hapa na tunaipambania nembo ya Yanga. Tunachoshukuru, sisi katika wachezaji wetu hapa mbele, kila mchezaji anaamini atapotoa mchango, hata kama isipokuwa kwake yeye kufunga akafunga mtu mwingine, ni kitu kizuri. Sasa aa na kitu kama hicho katika timu na maana ina, inatengeneza kitu ambacho kiko bora. Kwa hiyo mi naamini kila mchezaji ana uwezo mkubwa ambao anacheza pale mbele na yoyote anaweza kufanya chochote wakati wote. Kwa hiyo kichobakia ni, ni kuangalia katika mchezo unaokuja na utakuja na na na tena mbele, tuone nani ata, ataweza kufanikiwa kuipa timu yetu ushindi. Basi, kwa hiyo yoyote atakayechukua, sisi kwetu iko sawa tu. Kikubwa mi naamini katika maandalizi yalikuwa bora. Bado tuna mchezo wa Dodoma, sasa hivi tunajiandaa kwa ajili ya mchezo wa Dodoma na tunaamini tutakwenda kupambana kupata matokeo mazuri katika mchezo huo. Baada ya hapo sasa ndo tutaangalia wa mchezo wa Simba. Sisi kama wachezaji ni jukumu letu sisi pamoja na, na walimu wetu kuweza kukaa kwa pamoja na kufanya maandalizi yaliyokuwa bora kwa ligi katika mchezo huo. Tunaamini tukijiandaa vizuri na tu yale maandalizi ambayo tutafanya katika katika uwanja uwanja wa wa mazoezi, tukahamishika katika uwanja wa mechi, basi tupate matokeo yaliyokuwa mazuri katika mchezo huo. Kubwa kwanza tunawashukuru kwa, kwa support yao ambao wamekuwa wakitupa katika kila mchezo yetu, lakini maombi yao wa ambao wanatufanyia. Sisi tunachoahidi ni kupambana na na kuweza kuweza kufanya vizuri kutetea taji letu. Mshambuliaji wa Yanga mtoto wa mfalme Prince Mpume Mpumelelo Dube huenda kaka nje ya uwanja kwa muda kufuatia majeraha aliyoyapata kwenye mchezo dhidi ya Tanzania Prisons. Katika mchezo huo, Dube aliumia dakika za mwanzo na kushindwa kuendelea na mchezo huo, na nafasi yake ikachukuliwa na Clotus Chama. Daktari wa Yanga Moses Itutu amesema Dube atafanyiwa vipimo zaidi vikiwemo vya MRI ili kujua majeraha aliyoyapata yatamchukua muda gani kupona. Jana uh, tumepata bahati mbaya mchezaji mmoja Dube ameweza kupata majeruhi akiwa wa uwanjani. Ni assessment ya kwanza ambayo tumemfanyia, tunafikiria ni hamstring injury. E, nyama za nyuma hapaja zimepata shida kidogo, kwa hiyo kuweza kufahamu ni kwa, kwa kiasi gani na kiasi gani anaweza akachukua muda kupona, kesho tutapofika Dar es Salaam tutaweza kufanya vipimo baadhi ya vipimo including MRI and then tutaweza ku assess na kujua, pamoja na treatment ambayo tutaweza kumpatia, ili kuona kama tunaweza tukafanya ili aweze kurejea mapema zaidi kuliko kuliko muda wa kawaida. Tutajitahidi kuweza kufanya hivyo tuweze kuona inakuwaje kwao kupata majibu yote, kwa kiasi gani ameumia na itachukua muda gani kuweza kurejea. Nafikiri kwa kesho tutaweza kuwa na majibu hayo baada ya kwa, amefanya vipimo na tumeweza kufanya baadhi ya matibabu ya, matibabu ya kwanza, ili kujiridhisha kuona atarejea baada ya muda gani. Uh, inategemeana na tunasema kwenye hizo hamstring injury kuna grade au kuumia, e, kwa kiasi gani. Kwa nyama nyama inaweza kawa imevutika tu kawaida, tunasema strain, au ikawa imevutika kiasi cha kwamba hadi imekatika kufia kukatika na kukatika, na penye kuna grade imekatika fiber baadhi tu ya, za nyama fiber zingine zipo au fiber zote za nyama zimekatika. Kwa hiyo e, ukifanya kipimo cha hemo kitakueleza ni stage gani hiyo kitu ipo, lakini kwa kawaida ita tegemea na uh, jinsi gani nyama zilivyoumia, lakini usually kuanzia hiyo sprain ndogo ambayo uh, minor muscle strain inaweza ikachukua wiki mbili mpaka wiki sita. Kwa hiyo ni kutegemeana na uh, kiasi gani cha nyama kimeumia, kime wasiwasi wasiwasi mashabiki wetu na watu wetu wanaotushabikia wa ni kwamba kuna matibabu ambayo pia naweza kufanyika kwa ajili ya kupunguza huu muda wa wa, wa, wa, wa kupona, inawaisha kuponyesha haraka ili kupunguza huu muda ambao mchezaji anaweza akasubiria kwa muda mrefu. Kwa hiyo kufikia kesho utakuwa tuna majibu ya baada ya ushindi mnono wa magoli matano kwa nunge walioupata dhidi ya Tanzania Prisons, mashabiki wa Yanga wamesema wanamtamani mtani wao ili kuendeleza ubabe wa kuwafunga na kuchukua alama tatu mbele yao. Mashabiki hao wameeleza kuwa ushindi dhidi ya Tanzania Prisons ni salamu tosha dhidi ya watani wao kwenye mchezo wa kuhitimisha Ligi Kuu utakaochezwa Juni 25 mwaka huu. Kama kiongozi wa Yanga mkoa wa Mbeya nimejisikia vizuri sana kwa ushindi huu. E, kila kitu mpira ni mipango e, na hii mechi ilikuwa ngumu sana. Kwa sisi tukajiandaa vizuri ili kuweza kuchukua pointi tatu kwa sababu bila hivyo, kwa sababu tunaenda kukutana na hawa jamaa tarehe 25, tuwajulishe kuwa na sisi tunaweza, tuna uhakika kabisa kupata ushindi tarehe 25. E, kwanza ushindi tumeupokea vizuri kama wanambea, tuna ushindi tumeupokea vizuri na kwa furaha na ni chachu kuelekea mechi ya adabi ya tarehe ishirini na tano ambayo tuna hakika tunakwenda kuweka rekodi ambayo Tanzania haipo haijawahi kutokea kwa wakati Yanga na Simba Mashabiki, na kwa, kwa sisi wajiandae kupokea ubingwa, hakuna wakutuzuia. Tunampiga, tumempiga na pointi tano tu, tumechukua pointi tatu jana ta goli tano. Tunampiga Dodoma, tunamalizia kwa Simba Jijini Dar es Salaam nako mashabiki wa Yanga wamezungumzia michezo inayofuata ya timu yao, lakini kubwa ni kupata ushindi na kutetea ubingwa. tunaendeleza pale tulipoishia na maana kwamba tunajiandaa kwa ajili ya kuchukua ubingwa. Mi nachojiamini, kwanza wachezaji wangu wako vizuri, wana fitness mzuri, wako vizuri kwa na imani, tarehe ya mwisho, tarehe 25, tarehe ya dabi, tutafanya vizuri, tutamfunga Simba Tutafunga mara ya tano, tumefunga mara nne, hii ya tano tutamfunga, tutatangaza ubingwa. Mimi naomba wananchi, mashabiki wa yanga waje kwa wingi uwanja Benjamin Mkapa, tujae, tuisapoti timu yetu, tuipe nguvu, ili tuweze kupata ushindi. Mimi na matumaini kabisa kwamba yanga ndio bingwa mwaka huu, hii dabi, mechi yetu na dabi, hawa ndugu zetu simbaaanawala no zinazinao na nawafika kabisa, tunawafunga na ubingwa tunachukua. Hawana timu ya kuifunga Yanga. Yanga ndio ubingwa na Yanga ndio tunachukua ubingwa, umenelewa? Kwa hiyo wawezi kutusumbua yale. Nani walikimbia wa? kimbia kimbia, sasa hivi wamerudi tena hoo. Tuna hakika tunawapiga chini ya goli tatu. Hawana timu, timu yao bado iko chini sana. ceza na Yanga. Yanga umetimia kila idara, beki, goalkeeper, ukipa viungo Wadi line watu assist wapo, kaondoka ziziki, lakini yuko pale chama, yuko mzinze no, naona ni watu asisti bao situnao, watu kama wale Simba awana wana watu kama wale. Kwa nafasi ya Yanga naona ina, ina uhakika ubingwa upo kwa asilimia mia. Ukiangalia hata ki performance ya kikosi kwa mechi ya jana na itakayofuata na nyingine itakuwa vizuri na pia tumejiandaa kwa dabi Eh, tarehe 25 tuko vizuri. Ushindi ni lazima na na kwa sababu tumesho karibia ubingwa hatuwezi kuachia point kiwepesi kama hiyo. Sisi tunasubiri. Huyo mpanzo tunamsubiri tarehe 25 afike pale kwa Mkapa lupaso. Atawakuta mabeki pale kina Jobu wana kazi nyingine. zaji wanamsubiri yeye tu. Eh, kina baka pale maana sisi so tuna, tuna mabeki hadi wanajeshi. Eh, watamkaba tu. Na ushindi utapatikana na uhakika asilimia zote. E, Yanga atakuwa bingwa tu tunapata sio ubingwa yaani, wa kubahatisha, yaani tutashinda mechi zote mpaka ya mwisho, mpaka vipolo vyote tunafikia. Yanga iko vizuri, haina pressure wala wasiwasi wasi. Sawa Simba, tushampiga mara nne, tushampiga mara nne, tukimpiga na hii mara ya tano. Kwa hiyo hatuna wasiwasi naye kabisa, hata akitwa mwisho usingizini, sisi kazi yetu kupiga tu. E, tunasubiri hiyo tarehe 25 tano alete timu na sisi tupo, tunawapokea sisi ndio wenyeji hatuna pressure na yeye. Eh, labda yeye ndo ana pressure lakini sisi hatuna pressure yani asilimia kwa mia tunampiga na kombe tunabeba kama kawaida. Haina pressure wala shida yoyote hatuna eh, kwa sababu ukiangalia si kikosi chetu kiko vizuri, mafuadi tunao, beki zipo vizuri viungo kama kawaida Aziziki ashaondoka lakini yupo pale pacha yake. Chama wenyewe wanamjua shughuli yake, lazima atatengeneza, tunaye atakaonyesha kwamba mimi niko kwa kwa wakubwa wangu mwona. Kwa hiyo hatuna pressure yoyote e, awe lazima tunamsubiri kwa hamu tumalizane. Naam, hii ndiyo Yanga timu ya wananchi, mwekezaji ni mwananchi mwenyewe.